Kwengineko ni kwamba viongozi mbalimbali wa mbali ulimwengu wameungana na Wakenya kumwomboleza waziri mkuu wa zamani na kiongozi wa ODM, Raila Odinga. Viongozi wa dunia wamemtaja marehemu Odinga kama nguzo kuu ya demokrasia na mfano wa kujitolea, wakimwelezea kama kiongozi aliyeweka masilahi ya taifa juu ya matamanio binafsi. Na kama anavyotuarifu sasa Meri Mwoki, waziri mkuu huyo wa zamani ametajwa kuwa bingwa wa demokrasia na haki za kijamii, si tu nchini Kenya Bali barani Afrika. Dunia inaomboleza kufariki kwa mtetezi imara wa utawala bora, mtu ambaye kwa miongo mingi alisimama kwenye kilele cha siasa za Kenya, akiunda miungano, akivunja miungano hiyo kuambatana na mikondo ya kisiasa na kuwapatanisha mahasimu wa kisiasa. Hakukuwa na uhasama uliokuwa mkubwa sana wala ufa mpana mno ambao Raila Amolo Odinga asingeuziba iwapo uthabiti wa taifa uliuhitaji. Mwendani wake wa karibu wa miaka mingi, Waziri Mkuu wa India Narendra Modi, amesema alikuwa kiongozi mashuhuri na rafiki wa dhati wa India. Nilipata heshima ya kumjua kwa karibu tangu nikiwa mkuu wa mkoa wa Gujarat na urafiki wetu uliendelea kwa miaka mingi. Alikuwa na mapenzi maalum kwa India, tamaduni, maadili na hekima ya kale, jambo lililoonekana katika juhudi zake za kuimarisha uhusiano kati ya India na Kenya. Rais wa Tanzania Samia Suluhu naye amemwomboleza kwa kusema tumempoteza, kiongozi mahiri mwa Afrika wa kimataifa, mpenda amani na mtafutaji wa suluhu, ambaye ushawishi na upendo wake haukuwa Kenya pekee bali Afrika Mashariki na bara zima la Afrika. Msiba huu si wa Kenya pekee bali wa sisi wote. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud naye ametoa rambirambi zake kwa kumtaja Odinga kama kiongozi mashuhuri ambaye urithi wake wa kidemokrasia, haki na utumishi wa umma utaendelea kuishi. Somali inasimama pamoja na Kenya katika kipindi hiki cha majonzi. Mpinzani wake mkali aliyemshinda Raila katika kinyang'anyiro cha uwenyekiti wa umoja wa Afrika, Mahamud Ali Yusuf, naye amemwomboleza waziri mkuu huyo wa zamani akisema, Raila Odinga alikuwa mtu mkuu kubwa katika maisha ya kisiasa ya Kenya na bingwa wa kudumu wa demokrasia, utawala bora na maendeleo yanayomlenga mwananchi. Dhamira yake ya miongo kadhaa kwa haki, wingi wa maoni na mageuzi ya kidemokrasia ikiacha alama isiyofutika si tu nchini Kenya, mbali kote barani Afrika. Aliwapa moyo viongozi na wananchi wengi, wakiwemo mimi kupitia ujasiri wake, uvumilivu na imani yake isiyotetereka katika nguvu ya mazungumzo na taasisi za kidemokrasia. Huko Ethiopia, waziri mkuu Abiy Ahmed Ali ametoa rambirambi kwa niaba ya serikali yake akimwelezea ya Odinga kama mzalendo na kiongozi ambaye mchango wake wa kidemokrasia utakumbukwa kote barani Afrika. Katibu mtendaji wa halmashauri ya maendeleo kati ya serikali za mataifa mbalimbali IGAD Dr. Wokne Gebeyehu amemwelezea Odinga kama mmoja wa wana mashuhuri zaidi wa Afrika ambaye kujitolea kwake kwa haki na umoja kuliwachochea vizazi wengi. Nchini Zambia, rais Hakainde Hichilema amemsifu Odinga kama mtetezi mkuu wa demokrasia, akisema urithi wake utaendelea kuishi muda mrefu baada ya kuondoka kwake. Rais wa Jibuti Ismail Omar Gwele pia ametoa heshima zake, akimtaja Odinga kama kiongozi mwenye maono ambaye sauti yake ya haki ilivuma mbali zaidi ya mipaka ya taifa lake. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen yes.